Naam, salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Tayari tumeshaingia katika mji wa Geneva ama, ama janja kwa lugha nyingine panaitwa Geneva. Huu ni mji wa historia. Na leo kuna tukio la kihistoria panaitwa Geneva au jaja kwa lugha nyingine panaitwa jaja, lakini jina ambalo kama linatambulika ni jaja na wataalamu wa mji huu wanapaita Geneva. Wote tunawakaribisheni katika mji wa Geneva, ni huu hapa mji unaoona mbele yetu, kama unaona hapa, ndo kituo chao ama stendi yao bwana? Na, na hii eh, oh, eh, kama eh, okay. <laughs> <gulio> timu ngozi. Timu ngozi ni hapo. Unaiona hiyo? Hiyo hiyo. Ndio timu ngozi. Wewe wote hao unaona hapo. Ndio bwana timu ngozi. Ni furaha kama zote. Eh, unaona wale kule kule. Hayo wote. Yote kidole hivi wa kuona hapo katika tati. <gulio>